Nam uh, salam kwa wale wanafunzi wangu wote ambao wapo huko YouTube na wengine wako kwenye ma group ya Rakims Spiritual. Uh, kuna incident ambayo inaweza ikatokea 14th March, yani tarehe 14 mwezi Machi au mwezi wa tatu, kwa kipindichi ambacho tunaendelea pia na mfungo wa Saum yani Ramadan. So itakapofika hicho kipindi cha mwezi mpevu tarehe na 14 March mach tunategemea kwamba kutakuwa na lunar eclipse, yani ile kupatwa kwa mwezi. So it's not an ideal kwa mtu kuweza kukaa na kuanza kufita jini ama kufanya amali yoyote ya kiroho zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu zaidi. Uh, itakapofikia tarehe hiyo, yani tarehe ya kugawa mwezi ambao ni mwezi wa Ramadhani, kunaweza kukatokea ku kwa, kwa, kwa mwezi yani mwezi unakuwa ni mwekundu, tunaita blood moon. Hivyo sio kipindi kizuri cha mtu kuweza kuita majini ama kufanya amali za kiroho, unatakiwa kidogo uwe makini, yani usifanye hayo mambo, so it's not a good time to do these kind of things. Na yoyote yule atakayefanya hivyo, matokeo yake yanaweza yakawa sio mazuri, ama asipate kile ambacho anatarajia kukipata. Uh, basi Naomba kwa wale ambao ni wanafunzi wangu, wengine mnaweza mkafuatilia wenyewe mnavyojua, na nafsi zenu, lakini kwa wale ambao wanafunzi wangu for wanaonifuatilia kwa muda mrefu sana, basi jitahidini kuto kufanya chochote inapokuja kuingia kwenye kupatwa kwa mwezi, hiyo tarehe ambayo inakuwa iko ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. for it's better kwa kutumia muda huo kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, kwa maana ni kipindi kibaya cha kufanya amali za kiroho. That is, salamu.